Yanga wameandika barua kwenu ya malalamiko, badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi unaanza kuwatisha. Unaambia kwa nini wao, oh, hawajizuru? Wamefanya nini mpaka wajizuru? Wamefanya nini, lakini nani atasema, na wajua wote nani atakayesema? Sema uone shughuli yake. Hata mimi nasizungumza kwa niaba ya wanayanga Mi ni mshabiki wa Yanga, mi mwanachama, tena mjumbe wa mkutano mkuu. Kikatiba, kamati ya utendaji chini ya Rais wetu Hersi iitishe mkutano wa dharura, mkutano mkuu wa dharura, ajenda iwe moja tu, kujadili lisakata na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatwendi kucheza mechi ya marudiano, azimio namba moja, mengine yatafuata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 na hawa viongozi wa Yanga najua hawawezi kukuambia kwa sababu utawafungia. Mi nakwambia umwakosea watu wa... sura watu wanataka... Yanga hawakutaka ugomvi, bodi ya ligi asubuhi, mwenyekiti kituwa...